Unajua asilimia asilimia kubwa sana watu wanajua mimi ni bubu. mm. Mm. Wengi sana. Sasa mimi nimekutana hizo comment. Tutafsiri Tabu, tuongee naye tumsikilize. Wengi sana wanajua mimi ni bubu. Alafu kitu kingine ambacho nawachanganya na, na wakifuatilia labda TikTok. Hakuna clip yoyote ambayo nimerekodi mimi nazungumza. Yeah. Kwao wengi wanajua sana mimi ni bubu <laughs> unatembea naye hiyo hiyo yani? Hapana, sio <laughs> kutembea naye, kila kitu kina wakati wake, nilipanga ipo siku nitapost na kuzungumza. Hapana, hajawahi kuni hajawahi kuniambia kwamba kwenye maisha ya kawaida nisizungumze, ni mimi. Na kuingizia maana kwamba umeona kwako the best ama unaifanya hivyo. Yeah, Kongo imekuwa the best sana kama asilimia tisini watu wanajua wewe ni bubu. Ina maana unajiona ni mtu ambaye umeweza kuwakilisha vyema karakta yako. Ibrahim, ni exclusive interview kutoka kwenye YouTube channel lipendwa yako ya Nyundo TV. Ni mfululizo wa mazungumzo na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza juu ya mazuri ambao amekuwa kifanya kila kukicha, na leo tumefunga safari mpaka ilipo kambi ama nyumba ama location ambapo wanapatikana wasanii ambao wameshiriki tamthilia ya Kombolela. Kuna wengi ambao tayari tumeshazungumza nao, kuanzia Cholo Kobis, kuanzia Kobis, kuja Bista, ee, Mwadawa wengi tumeshazungumza nao, nena katafute kwenye YouTube channel yetu hii, hii, ya Nyundo TV uweze kuangalia mahojiano hayo kama kuna vitu ambavyo ungetamani kufahamu kuhusu wao, tayari nimeshapost mahojiano yao, lakini muda huu nazungumza na miongoni mwa warembo wanawake ambao wanapatikana kwenye tamthilia hii, anaitwa Tabu, moja kati ya wanawake amba wanawake amba wanahusika wao. kuna watu wanafurahishwa sana vile ambavyo Tabu anashiriki, kuna watu wanafurahishwa sana vile ambavyo Tabu anaonesha sana yake kwenye tamthilia ya Kombolela. Nyundo TV tukasema wacha tumtafute huyu ambaye karakta yake kubwa kwa muda huu ni kuto kuzungumza. Je, ni kweli azungumza? Tunaenda kuongea naye. Tabu, mambo. Poa kwema. Uko poa? Niko poa niambie. Niambiwa wewe hivyo ama ndio hivyo ambavyo umeumbwa na Mungu? Mimi ndio nilivyo. Ndio nilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Yeah. Sasa unaishi vipi na zako? Naishi poa. Yaani naonekana mpole sana. Ongei, e, yaani kama vile mtu ambaye kuongea ama unajilazimisha hivi. Amna bana. Mimi sio mpole sana. Nazungumza ni vile tu tujazoeana. Yani. Mm. Lakini wewe unakaa kabisa na payuka makelele hivi na hivi. Au unamuita mtu mwingine fulani? Ndio, unamuita kwa hiyo ni simuite. Namuita ndio. Hali <laughs> nahisi ile character ya kutokuzungumza kama vile wamekupatia hiyo. Na ni ukionekana unaongea kwa tabu alafu na wao wamekomba usizungumze kama wamepatia vile ambavyo wamekuweka. Amna, um, character ni character na na mimi ni mimi. Ko, licha ya nje ya karakta yangu mimi pia ni mpole, sio mongeaji sana. Yeah. Sawa. Tupo hapo, yeah. Kwa niaba ya wapendwa watu wako ambao napenda vile ambavyo unawasilisha sana yako, eh, mashabiki zako. Kuna mengi ambayo ungetamani wafahamu. Sisi kama daraja kuunganisha wewe na wao. Maswali ambayo tunakuuliza ni vitu ambavyo hata wao ungetamani wafahamu. Kwanza, jina la Tabu ndio jina lako ambalo wazazi wamekupa ama ni jina ambalo umetumia kwenye tamthilia ya Kombolela? Uh, jina la tabu ni ni jina la karakta, yeah, sio jina la wazazi yeah, walionipatia mimi majina yangu naitwa Happy Swebe ndo ha, jina langu. Hamna watu wote wataanza kuniuliza Swebe gani wengi wanajua huyu Swebe mchekeshaji ndo babangu lakini hapana. Ni jina tu hatuna undugu Hapana. Sawa sana, tulianzaje? Kifupi. Ah, sana yangu mimi nilianza eh, uh, niseme nimekuja elfu Dar es Salaam nimekuja 2015. Ni kwa ajili ya sanaa. Mimi nilikuwa naishi Mbeya lakini kilichofanya nije Dar es Salaam ni kwa ajili ya sanaa. 2015 nilikuwa nafanya mazoezi, kuna kundi moja hivi lipo Mbulate japo sio kundi langu la kwanza, nimefanya mazoezi kwenye makundi mengi sana lakini elfu mbili na kumi na sita nilipataga nafasi kwa huyo kwa anaitwa Musa almaarufu kama Kitale. Hapo ndo sanaa yangu ilipoanzia. Ulianza kwa Kitale? Yeah, mm-hmm. Nilianza kwa Kitale elfu mbili na kumi na sita, na silizi yangu ya kwanza kufanya kwa Kitale ni maneno ya kuambiwa kuambiwa unashiriki sehemu gani mule? Nishiriki kama mdada wa kazi, nafanya, nafanya kazi pale kwa mtawala e, naitwa Koku. Yeah. Mbuka mtawala alikuwa jamaa fulani tajiri tajiri, na mkewe mrembo mrembo, kwa mfanya kazi ndiyo tuka pale. mm -hmm. <laughs> E, maneno ya kuambiwa. Tukaenda wapi after maneno, uh, ya kuambiwa inaweza nikasema nilipotea. mm. Yani, nilipotea si sijaai kuonekana tena japo kwa nimeonekana, lakini zile kazi ambazo nimeonekana hazijanitambulisha sana kama Kombolela ya mm. Lakini ulikuwa unafanya kazi, au uliacha kabisa kazi sana? Nimefanya kazi baada ya maneno kwambiwa, ni, niliacha sana mm. Baada ya maneno kwambiwa niliacha sanaa, lakini nilirudi tena. Kwanza kufanya sanaa ilikuwa elfu mbili na ishirini na, na mbili nadhani, nikarudi tena kwenye tasnia na nikaacha tena, yaani niseme Kombolela ndo imenirudisha tena kwa Mungu tena yeah. Kutoka maneno kuambiwa na kuacha, kipi ambacho kilikupitia? Ah, ningasema uh, kwamba ni, ni maswala tu ya familia yalikuwa nje ya uwezo wangu kwa kipindi kile, sikuweza kuendelea na sana. Sawa, kutoka maneno kuambiwa, ukaacha, baadaye ukarudi kwenye Kombolela. Kipi ambacho kilikurudisha kwenye Kombolela? kwenye Kombolela sasa nikasema ni bosi Abduri, kwa sababu nilipigiwa simu na bosi Abduri, akaniambia nahitaji nifike ofisini kwake. Nikaenda, lakini akaniambia mimi ni moja ya karakta wapya kwenye Kombolela, na ukiangalia Kombolela ni series ambayo imefanya vizuri sana, hakuna mtu asiyejua, yeah, pia kilichonifurahisha ni usika wangu, karakta yangu, japokuwa japokuwa ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini <hukuhiliku> kama msanii nikasema lazima nitaitendea haki na nitafanya vizuri. mm. uh. yeah, yeah, siku ya kwanza tu na na kwa upi? Ndio. Ah, bubu. yeah, yeah, moja tu ambayo ah, inaonyesha kama Tabu anaongea ni ile sini ambayo ameshuti Tabu mdogo yaani sio mimi, tabu mdogo Yeah. tunafanya kazi au mnafanya hizi kazi za sanaa kwa malengo ya kukua, huwa? Yeah. E, mnaamini nikifanya hii maanake nakuwa niende kwenye kazi kubwa zaidi. Wakati Adhuli anakuambia kwamba unakwenda kushiriki Kombolela, lakini hujakuwa bubu, kichwani uliwaza nini? Sitaongea nita kweli? E, nitauzika kweli? ukubwa ule ambao unauhitaji nitaupata kweli? Au uliwaza da, Adhuli anaenda kuniua huyo? Hapana, cha kwanza mimi nilifurahia my character. Unajua kucheza, kucheza bubu sio rahisi, sio rahisi na sio ngumu sana ukiwa na kipaji ya yani naweza ni, nikasema ni character ni ambayo iko unique sana. Sura yangu yani, ndio inaozungumza sana kuliko mimi naweza nikasema yani, niseme si body language yani, si tunaelewa yani, mwonekano wangu ndo unazungumza kuliko mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni karakta ambayo sikutegemea kwamba itanishusha sana, ila ni, ni, ni karakta ambayo nategemea, nilitegemea kwamba nikifanya vizuri ni karakta ambayo itanipeleka sana vile, lakini yeah. Unaonaje wewe mara baada ya kufanya na kuwa kwenye karakta yako ya ububu, unaona mwitikio upoje, ama yule tabu aliyekuwepo kabla ya kombolela na huyu ambayo ipo sasa hivi kuna kupanda kushuka, ama sichiliko palepale? Mm, kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, mwitukio wangu mimi kwenye hii character ni mkubwa sana. Unajua asilimia asilimia kubwa sana watu wanajua mimi ni bubu mm.

Hapana, hajawahi kuniambia kuni kwamba kwenye maisha ya kawaida nisizungumze. ni, ni mimi? Mm. <laughs> <laughs> Yeah, kwangu imekuwa the best sana. Kama asilimia tisini watu wanajua wewe ni bubu, ina maana unajiona ni mtu ambaye umeweza kuwakilisha vyema karakta yako. Sasa unataka kuzungumza kwenye mitandao yako hata mingine ya kijamii Nitazungumza, sio kwamba sitaki. <laughs> Nitazungumza familia, ndugu, jamaa na marafiki, unakwambiaje kwa jinsi ambavyo umekuwa amekua nanyekombolela? ah, kiukweli familia yangu tunayo, lakini familia tunayo ni na mama tu, baba bahati mbaya, yeah. Mume. <laughs> Nipo kwenye mahusiano, nipo kwenye mahusiano. <laughs> ah, yeah. Mpenzi wa mtu au mchumba wa mtu jamani, yeah, anakuuliza kwa sababu gani? kuna watu wanapenda kufuatafuta wanawake za watu DM. Kwa hiyo hapa lazima watu wajue kwamba huyu Tabu mahusiano yake hapo hivi. Au lolote linaweza likatokea watu wasubiri. Naweza ngasema ni mchumba wa mtu. Mashallah. Tuone pete. Jamani, pete gani bwana hii? Mchumba wa mtu jamani. <laughs> <laughs> <No. laughs> Bado sijachumbiwa. <laughs> Mchumba jina huyo. Subiri, subiri, subiri mwana si wako kuna watu wanania dhati na wewe eh, wafanye mamambo watapate kuoa eh. Haya jamani, mimi sikuharibia lakini mahusiano yako eh, tuendelee. Wanasemaje familia? Ah, familia yangu naweza nikamzungumzia mamaangu, ni watu ambao wanajivunia mimi. Kwa mfano mamaangu, mamaangu mimi anaishi Mbeya lakini Kombolela anaangalia. Eh, anaangalia. japokuwa, ni watu ambao wanajivunia mimi na wanaangalia pia Kombolela. Yeah. Natamani nifahamu sini gani ambayo ilikuwa kwa kulikuwa ngumu sana kwenye kushuti kwenye Kombolela? Sini yangu ambayo ilikuwa ngumu ni mmoja tu sini ambayo a, Binti Msumi alikuwa anawanga hapa ukumbini na mimi nilikuwa nimetoka kuamka chumbani, ndio natoka ukumbini nikakutana na Binti Msumi, yani ile sini mwandishi ameandika kabisa kwamba Tabu anapiga kelele yani za kushtuka, yani kama nawaza huyu Tabu sasa. <laughs> mimi sio bubu, yani napigaje hizo kelele sasa za kibubwa. Lakini ni sini yangu ambayo imekuwa the best kwangu, ni my best. na ipi ambayo ilikuumiza sana kwenye kushuti, ambayo imeniumiza mm. Mm. Sini nazo nazo nyingi, lakini sini ambayo nyingine ambayo nimeshoot ilikuwa ni ngumu, yani kwenye kushoot, lakini sio kwamba kwenye kudeliver yani eh, yeah. Sini ambayo binti Msumi alikuwa amenikuta chumbani nimeshika picha ya mama nyuma hivi, akawa ameingia yeye eh, tukawa tunagombana, kama unaona kuna simu, alinisukuma binti Msumi, nikawa nimedondokea huko kichwani. Ile sini ile sini niliumia kwa kweli. Ni mm, sini ambayo yani nilipojigonga kichwani niliumia. Pole. Asante ndo kazi. Tuzungumzie hmm. <laughs> <laughs> Bi Msumi ni mama ambaye mmoja kati ya wanawake ambao wana sanaa kubwa kwa kweli. The way ambayo <laughs> ameigiza kwenye Kombolela. Unamwona mama design gani? Mama mwema kweli yeye mm. Binti Msumi sio mama mwema mm. Sio mama mwe. Kwanza ni mama ambaye ni mchawi. Sasa kama ni mama ambaye anaweza akamfanya hata mwanae bubu na tunamwona Tabu ambavyo anapitia mambo mengi ya kuumiza na vituko ambavyo anamfanyia mwanae. Sio mama mzuri. Yeah. Nijisaka kama wewe Tabu, hivi shule sumesoma? Kwa nini usiandike watu, bwana huyu mama ni mchawi, watu wandikie kila siku najuliza yani. Najua watu wengi wanatamani sana niandike, lakini ni naweza nikasema sitoki nje ya character ni my character. Kwa hiyo uko mbele kama kuna sini ambayo bosi itatokea nitaandikiwa na naongea basi nitaandika. Sawa. Familia ambayo hupo wa mzee Kikala kwa ujumla unaionaje? Hii familia bwana ina changamoto, yaani kama unavyoona kuna kina siwa kuna kina mwadawa kuna kina kobis kuna kina mashavu, yani watu wote ni watu ambao wana changamoto, yani maisha halisi tu. Mimi Tabu kuishi kwenye nyumba ya mzee Kikala <laughs> nisingeweza stop boy mmm, stop boy, kwa sababu labda inatokea mnaanza kula, wanaanza maneno, ugomvi, na wanawakumbusha, wana, wana kabisa kwamba hapa sio kwenu, hapa mnafanya nini? Unajua, eh kuna vitu ambavyo familia Binti Msumi wanapitia changamoto kwenye Kombolela, yeah. Sasa hivi kuna kitu kimezuka, dada yako mwamini anapigania mahusiano na, na, na Hamadi. point yake anasema analenga an, aje amsaidie mama, kwa so, sababu mama anaona kavi penzi yake linalegalega kwa baba kiasi kwamba ka, kama yeye kashindwa, yeye msaidie hadi mwisho siku nyumba bado kuiteka. Wewe unaona ni sahihi kwa mapambano ambayo mapambano ambayo mapambano ambayo mwamini ameanzisha Mungu mimi ni kitu ambacho sioni kama ni sahihi, lakini kwa sababu akili za muamini, ndugu yangu na mama, wana jambo lao na mimi wamenitenga, sijui chochote yani mi naelewa, nipo katikati yeah, kwa sijui wanachofikiria, ngoja tuone eh, ngoja tuone mbeleni itakuwaaje Sawa, zungumza basi na watu ambao wanapenda sana ya Tabu na watu ambao wanapenda tamthilia ya Kombolela. Ah, mimi sina mengi sana ya kuongea nawapenda sana mashabiki zangu, naombeni mwendelee kunifuatilia yes, sina ya kuongea, nawapenda sana. <laughs> Bwana ni Tabu ambaye ni ndugu yake na Mwamini, ambao ni watoto wa binti Msumi, mmoja kati ya wasanii ambao wanapatikana kwenye tamthilia hii ya Kombolela. Mengi tumezungumza lakini kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake na maisha yake kwa ujumla, walau kwa uchache. Kama ni miongoni mwa watu ambao tayari umeshaona sanaa ya Tabu, hebu tuambie kwenye comment hapo vipi ambavyo unafurahishwa na vile ambavyo Tabu anaigiza kwenye YouTube channel yetu ya Nyundo TV, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching. Bye.